Alitua kwa kishindo mara ya kwanza tangu Agosti mwaka 2024, mara ya mwisho alipozuru eneo la mlima Kenya. <mulia> Rais William Ruto akitarajiwa kukita kambi mlimani kwa siku nne zijazo. <mulia> alianza kwa kuzindua miradi ya maendeleo katika eneo la Rumuruti, Laikipia magharibi na Nanyuki, Laikipia mashariki, na hatimaye eneo la Kieni, kaunti ya Nyeri, maendeleo yakitawala hotuba zake na kukashifu siasa za mgawanyiko. Nitahakikisha barabara zenu lazima zijengwe, stima iwekwe, maji itengenezwe, soko ijengwe, watoto wenu wasome, kwa sababu heshima mulinipatia, lazima nirudishe na heshima Kadhalika rais alionekana kutetea hatua yake ya kujumuisha upinzani serikalini akisema jukumu lake ni kuwaunganisha Wakenya bila kuangazia mirengo ya kisiasa kikabila na tabaka. Tunataka tuungane tuweke umoja ya Wakenya ndio tuweze, kwa sababu Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu? Jameni, munasema niunganishe watu Kenya ama mnataka tuendelee kutengana? Niunganishe watu wote. Masuala ya kilimo miundo msingi na uchukuzi yalionekana kupewa kipaumbele, rais akizindua masoko, nyumba za bei nafuu na miradi ya stima, akiahidi zaidi ya familia elfu kumi katika kaunti ya Nyeri zitaunganishwa na umeme kufikia Novemba mwaka huu, mipango itakayofanikishwa na shirika la umeme vijijini na nishati. milike By November this year. Hii manyumba yote elfu kumi iwe imeunganishwa na stima, ndio nikikuja hapa Novemba nikuja na pesa ingine nikiwa nimeongeza, ndio tukamilishe mradi huu wa kuunganisha manyumba katika stima sehemu hii. Wakati huo huo, naibu wa rais Kithure Kindiki amesema uchumi wa taifa umeimarika na serikali sasa itatekeleza miradi yote iliyokwama, huku akiwashutumu wa wanaoeneza mgawanyiko. Ile uchumi unaendelea kudhibitika, rais ameanza sasa mambo ya barabara, mambo ya stima kama hii yameleta hapa, mambo ya masoko mambo ya mashule. Na hiyo ndio kazi mlipatia rais. Kazi ya Deputy President ni kupigana na rais wa nchi sio? ni kazi ya upinzani si upinzani ndio unatofautiana una na rais. Kadhalika, viongozi walioandamana na rais walipongeza hatua yake ya kupatia maendeleo kipaumbele na kupuuza siasa, akiwemo gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga ambaye ni mwandani wa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua leo si, sisi tunasema rais amefanya vizuri kutuletea nini maendeleo, na tungetaka tumhakikishie asiwe akiambiwa ati asikuje Nyeri, sisi tunataka akuje tena na tena na atuletee nini, sisi tumesema kwa sababu hii serikali sisi ndio tumechagua, tunataka maendeleo. Hawa watu unaona hapa ni wakulima wa mboga, ni wakulima wa chakula. Tunataka watengenezewe njia mzuri ya kupeleka mali yao sokoni. Zaidi ya hayo, rais alichukua fursa hiyo kukanusha tuhuma za kutenga eneo la Mlima Kenya kisiasa na kimaendeleo. Mtu wazi waambia ati oo, kuna njama sijui ya kubagua nani? Mimi nataka niwaambie ya kwamba hii Kenya hakuna tena siasa itaendeshwa ya ubaguzi ama chuki ama ukabila ama kutenga watu wengine. Sote tunaungana kwa pamoja tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele huko. Rais akiendelea na ziara yake katika kaunti za Embu na Kirinyaga hapo kesho. Kinyume na ziara zake za maeneo mengine humu nchini, Rais William Ruto ameonekana kulegeza kamba, huku akikwepa masuala ya kisiasa, huku ujumbe za amani, umoja na maendeleo zikitawala hotuba zake. Edwin Mbogwa, K24 saa moja.